Kama kuna watu wanafikiri fainali itakuwa oyaoya, ujumbe uwafikie mapema. Tunakuja kung'ata meno kweli, na mnatujua tuking'ata meno Singida, kwa sababu hili kombe tunalitaka na sisi. Hatujafungwa kuanzia mzunguko wa kwanza mpaka hapa, siko bahati mbaya, ni kwa sababu ya ubora tuliokuwa nayo na dhamira ya kulichukua hili kombe la siara. Kwa hiyo mechi ya fainali dhidi ya Young Africans mechi ya fainali dhidi ya Young Africans ni mechi ambayo inaenda kuonyesha ubora wa Singida Black Stars kwa asilimia mia moja. Tutauma meno, tutakamia, tutafanya kila kinachowezekana, tulichukue taji la CRB. Ndugu zangu niwaambie ukweli tena, leo ni watobolee, si Singida Black Stars msimu huu tumeshavifunga timu zote kubwa, yani big match zote tumeshazifunga. Tumewafunga Azam FC, tumewafunga tume leo Simba, Yanga tumewafunga pia, lakini tuliwafunga kwenye mechi ya kirafiki, kirafiki. Ile mechi ndugu zangu, hamkuwepo malaika wenu walikuwepo. Mpira uliochezwa mule ndani ambapo tulifunga mageti, hakuna kamera, hakuna chochote, hata wao wenyewe hawakuamini. Sasa kile ambacho kilifanyika pale, tunaenda kukikamilisha katika mechi ya mashindano ya fainali ya cr tunaenda kuuma meno kweli kweli.